Hii ni sehemu yetu ya nane ya tamthilia yetu ya tafiti. Kumbuka katika sehemu ya saba tuliachia kwamba Omega amekuja kumchukua Maimuna na kumtoa auti, amempeleka katika hoteli ambayo inaitwa Discovery King Peace Hotel kwa ajili ya kumfariji Maimuna. Walivyofika kule, Maimuna akawa anamuuliza Omega, kwa nini leo tumekuja katika hoteli hii? Omega akamwambia, kwa sababu hoteli hii ni miongoni mwa hoteli kubwa hapa nchini, na mimi ninataka nifanye tukio kubwa la kihistoria maishani mwetu. Maimuna: ni jambo gani kipenzi? Omega: mambo mazuri hayahitaji haraka. Anaitisha vyakula mbalimbali, wakala pamoja. Walivyomaliza, Omega anashuka chini, anapiga goti, anaingia mfukoni Anachomoa pete nzuri yenye kung'arikia, anamwambia Maimuna, kipenzi, naomba niwe mume halali kwako. Maimuna anaangalia juu, kulia, kushoto, anamwangalia Omega, machozi anamtirilika. Maimuna anasema hapana, ikifika muda sahihi nitakwambia. Omega alivunjika moyo akaondoka. Maimuna akawa anarudi nyumbani kwake, anakutana na Paulo njiani. Maimuna akamuuliza Paulo, wewe kwa nini upo hapa nje? Paulo akasema, kwa sababu kuna ndoto na iota inanisumbua sana. Maimuna, ndoto gani anayoota mtu akiwa macho? Yaani anamaanisha akiwa hajalala. Paulo da, siku hizi unaanza kusahau katika kutimiza ndoto yetu ya kuwa mume na mke. Uliwahi kuniambia ndoto sio ile unayoiota ukiwa usingizini, bali ndoto ni ile inayokunyima usingizi. Ila nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe, ngoja nikwambie jambo, nitaendelea kukusubiri milele, macho yangu hayaoni kwingine kwa sababu yamepofuka kwako. Siku ya pili, Maimuna anampigia simu Omega. Omega apokee okay, simu kwa muda wa siku tatu. Hali Omega ana mawazo tu na anapatwa na maumivu. Omega kwa kuwa amekataliwa na Maimuna kwa ajili ya kumvesha pete. Siku ambayo Maimuna alipiga simu siku ya tatu, Omega akawa anafurahi kimoyomoyo, anasema ameshakubali ameshakubali. Akampigia simu mkali Maimuna.